Mpenzi mtazamaji, idara ya mawasiliano jimbo Katoliki la Geita leo inakuleta moja kwa moja mpaka katika makao makuu ya shirika la Mtakatifu e, Teresia wa mtoto Yesu na hapa panajulikana kama nyumba mama, ndipo Nyaigando. Ni mahali ambapo panashughulika na malezi ya manovisi pamoja na e, kituo kikubwa kabisa cha shirika hili la Mtakatifu Teresia na moja kwa moja ninakuleta e, uweze kujua hiki kituo kimeanza lini, kinahusika na nini katika shirika hili la Mtakatifu Teresia. Endelea kufuatilia katika channel yetu ya Geita Catholic Diocese Online Television. Usisahau kusubscribe kama hujasubscribe, usisahau kulike na kucomment na endelea kupata habari mbalimbali za uinjilishaji kutoka katika idara e, ya mawasiliano ya Jimbo Katoliki la Geita. Karibu sana. Na hapa ndipo katika nyumba ya malezi ambayo ipo katika nyumba mama ya Mtakatifu Terezia wa Mtoto Yesu katika eneo la Nyaigando Bukoba, na moja kwa moja nitakuleta kwake sista, ambaye atakueleza kwa kifupi, mtazamaji, huyu Mtakatifu Terezia ni nani? Msifu Yesu Kristo. Amina. Mimi ninaitwa Sista Maria Joni wa Msalaba Stefano. Naitwa Sista Joni wa Msalaba Stefano. Shirika la Mtakatifu Teresia Mtoto Yesu Jimbo la Bukoba. Mtakatifu Teresia ni binti wa mzee Martin na Bizeria anazaliwa Ufaransa Alenson. Yeye ni mtoto wa pekee ambaye katika wito wake Mungu amemwandaa kupitia kwa wazazi wake. Yeye alikuwa mtoto wa kawaida na wazazi walikuwa ni wazazi wa kawaida, na daima mwenendo wake ulielekea ku kuwa na hali au na hamu ya kumtumikia Mungu. Na katika kuishi kwake, yeye alipenda kuwasaidia watu wa aina zote, alipata huruma, alipata uchungu kuona watu wanahitaji mambo kadha wa kadha, na yeye kitu alichokifanya, wakati akitembea na wazazi wake alizoea kuwasaidia watu mbalimbali. Kwa hiyo hata kwa wakati wetu huu inawezekana wazazi kuweza kuwazoeza watoto kuwa wakarimu kwa watu, pia wazazi kuwazoeza watoto kwenda kusali kanisa ya watu wengine wenye shida mbalimbali na hayo yamempelekea Mtakatifu Teresia kukua kwake kuweza kuwa na hamu ya kuweza kumtumikia Mungu, kutafuta nafasi ya kuweza kuwasaidia watu ambao wana shida na akapenda maisha ya umisionari katika shirika la masista wa Karimeli, na huko huko alitamani kwenda kusaidia nchi za Afrika na ambapo hata hajaweza kwenda lakini kwa vile alitamani hilo, tamaa yake ilikamilika kuwaombea akiwa ndani ya Kalimeli. Asante sana sista. Na pengine huyu sista Teresia alikuwa ni misionari e, pengine nyinyi shirika lenu hili hapa, sasa ni mambo yapi mnaoyafanya yanamuonyesha yana yanamwakisi moja kwa moja katika misionari wake katika shirika lenu? Mtakatifu Teresia wa mtoto Yesu, kama nilivyosema yeye alipenda kuwasaidia wahitaji na katika kuwasaidia wahitaji, sisi kama shirika la mtakatifu Teresia pia tumejikita kuwasaidia wahitaji. Kwa mfano katika mazingira yetu tunawasaidia watu wenye mazingira magumu. Aa, ambao labda wakati mwingine familia haziwezi kukidhi mahitaji hayo, kuwasomesha au kuwafundisha mambo kadha wa kadha ya kujitegemea katika jamii na pia tunahudumia wagonjwa mahospitalini na huko huko tunawakuta pia ambao wanahitaji, tunawasaidia huko huko, hata mtu anaweza akapata huduma zote anazozihitaji hospitalini. Wakati huo tunapoweza, anaweza kupata hizo huduma bila hata yeye asilipe, lakini kwa vile anahitaji au tuwezi tukamwacha kwa vile hana pesa ya kulipa, lakini tutamhudumia, atahudumiwa na ataendelea na maisha yake na hiyo sasa ndio inatufanya sisi wenyewe kujitegemea zaidi, wala kuweza kufanya chochote kitakachoweza kutusaidia ili tusikwame katika huduma zetu. Basi mtazamaji, hapa ndipo katika nyumba ya malezi ya masista wa shirika la mtakatifu Terezia wa mtoto Yesu wa jimbo la Bukoba ambao hiki e, ni kituo cha noviciate ambapo ndipo katika e, kilele cha malezi yao e, katika kufikia maisha ya utawa. Kumbuka, yote hayo unayapata kutoka katika chaneli yetu ya Geita Catholic Diocese Online Television. Usisahau eh, kusubscribe na kulike na kushare kwa ajili ya kupata habari hizi za kuinjilishaji. Basi mtazamaji, hivi ndivyo tumeona e, e, e, watawa katika maandalizi ambao wanategemea kuweka nadhiri zao, shirika la Mtakatifu Terezia e, wameweza kuonyesha uchangamfu wao katika kuimba e, wimbo wa wito, na hiki ndicho kituo cha malezi, na moja kwa moja ni kulete kwake sista, ambaye atatueleza historia ya hii nyumba ya hapa Bukoba Nyaigando, na historia ya shirika kwa ujumla, ime, limeanza lini. Sifu Yesu Kristo. Mdile, amina. Naitwa Sista Maria Yasinta Misingo, naitwa Sista Maria Yasinta Misingo. Ni mmoja wapo wa walezi katika kituo hiki cha malezi ya novisiati. Hii novisiati iko katika maeneo ya Kashozi ambayo ndio tungeita parokia mama. Vile vilevile, manovisi tunao manovisi 55. Manovisi wa kwanza 36 Manovisi mwaka wa pili wako kumi na tisa. Nyaigando, nyumba mama. Nyaigando ilianzishwa mwaka elfu moja mia tisa hamsini na tatu. Uh, hapa katika nani, eneo hili kuna mashughuli mbalimbali kama malezi mlivyoona manovisi, lakini vilevile kuna vio viwili vya vijana wetu wasichana na wavulana. Kimoja ni cha nani VTC, kingine ni ni kwa wasichana, ni wanafunzi ambao basi wanasaidiwa na shirika kwa namna ya pekee bila kupata cheti cha serikali, lakini wote wanajifunza masomo hayo hayo, kuzingatia karama yetu ya shirika ambayo ni kujitoa mhanga kwa ajili kujitosa na kujitoa mhanga kwa ajili ya wokovu wa watu. Tunashughulika kwa kufundisha dini kwa watu, watu wote wa aina zote, tunafundisha, tunafanya kazi katika makanisa, kutunza sakristia. Tunashughulika tuna na afya, afya ya watu kupitia katika nyanja zote, kuanzia dispensari mpaka hata hospitali kubwa. Tunashughulikia maarifa yanayo iongoza inaweza kusaidia jamii, na vilevile tunashughulika za kijamii, lakini kwa msisitizo kwa kina mama, vijana na watoto. Sisi tunaiga nani maisha ya Mtakatifu Tesia katika unyenyekevu, ukawaida na upendo. Kwa hiyo katika vituo vyetu hivyo mashule yetu kuanzia shule za elimu ya msingi sekondari, hata vyuo, wanafunzi wetu wanachota roho ya kupendana, roho ya kuwa wasikivu na vilevile, hasa ile roho ya kujiongeza. Sio kwamba walitika na kidogo walichopata, lakini wanajifunza hata kujiongeza. Asante sana sister. Na pengine vijana walioko katika shule za sekondari, walioko mtaani, walioko kwenye ajira za kawaida E, waige nini kwa Mtakatifu Terezia na, na utakatifu huo unaweza kufanya namna gani waige? Wa, waige kwamba hatufanye makubwa kusudi tumfurahishe Mungu lakini tujaribu tu, kufanya matendo mazuri madogo madogo ambayo ndiyo yatakuwa anamfurahisha Mungu. Kwa hiyo wazidishe upendo na unyenyekevu na usikivu na uweze kushirikiana na watu wengine, wa kuzingatia kwamba Mungu anapenda mambo madogo madogo kuliko hayo makubwa i matendo madogo tutakuwa tumemfurahisha Mungu na kuwasaidia jamii. <tipos>